JP 2025 ebana, moja kati ya sherehe ambayo imefanya poa zaidi kwa hapa Bongo, lakini pia imeweza kumheshimisha Juksi kwamba ni moja kati ya mastaa ambao ni wakubwa kinoma noma. Hata pia e, tuliweza kuona e, Pips Events ambao wao ni wapambaji bora zaidi kwa hapa Bongo, wao waliweza kupamba ile sherehe na mambo yakawa ni safi kabisa. Sasa kwa upande wa Damo Platinum, yeye alipopata nafasi ya kuweza kuzungumza na bwana mkubwa Juksi, yeye Aliweza kukana baada ya kuweza kupewa kipaza na kutaka kumshauri bwana eh, mkubwa Jux, na yeye ameweza kusema kwamba hana chochote cha ja kuweza kumshauri Jux, kwa sababu yeye bado hajajipata kwenye swala zima la ndoa, japokuwa kuna baadhi ya stories ambazo zinaendelea eh, kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii kwamba Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuhura eh, mwanadada Zuchu, basi wanaweza akafanya jambo lao, lakini mpaka sasa hivi haijafahamika kwamba ndoa yao itakuwa ni lini. Sasa nataka nikupe time kidogo uweze kumsikiliza Diamond Platnumz ambavyo aliweza kuzungumza kwenye swala zima la kuweza kumshauri Jux kwenye swala la ndoa. Mimi katika mambo ya ndoa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Make kwanza hapo. Tucheke. Tunakuombea <laughs> tuna dua inshallah, inshallah katika mambo ya ndoa siwezi kuwa mshauri sana kwa sababu unajua kama mnavyoelewa, au vipi bana eh. Lakini ndugu yangu, mimi nitakushauri tu kwamba binadamu yote mnapokaa kwa pamoja, kwa namna moja au nyingine, lazima yatatokea kugharafiana, tatokea ba kukuazana, ni kibinadamu, inatokea sasa unapotokea kukwazana na mwenzako, kumbuka mazuri yenu mliyoanza nayo, kumbuka moyo wenu wa kupendana, kumbuka nia yenu njema. Na kama unavyojua wanawake hawa viumbe, wakati mwingine akawa na hasira, wakaongea maneno ya kukwaza kweli kweli. Sasa mimi nakuomba ndugu yangu uvumilie, kwa sababu mimi na experience dogo katika hilo, nishapokea maneno mengi yenye adha na namna nimedili nayo na, ni na matokeo yake nayafahamu. Sasa nikuombe bwana harusi uvumilivu, na huyo ndo Damo Platinum. So usiache ku subscribe kwa taarifa kadha kadha. Hii ni Sawa Sawa Online Digital, subscribe kwa taarifa kadha kadha, make sure tukomba drop comment yako kwenye wanja comment hapo. Upi mtazamo wako? Utakometisha kinoma noma, chao chao